Mwenyekiti, muungano wetu wa Tanganyika na Zanzibar huu ulivyoanza, ulianza katika namna tofauti tofauti, lakini historia inatuonyesha kwa muungano huu ulianzishwa pia kwa kupitia vyama vyetu vya michezo. Kulikuwa kuna matukio mbalimbali mbali ya michezo ndio yalosababisha viongozi wetu kukutana na hatimaye kufanyika kwa mapinduzi ya Zanzibar, lakini vile vile kupatikana kwa uhuru wa Tanganyika bara, Tanzania bara. Kwa hiyo niipongeze serikali, jana tarehe ishirini na nne serikali imerejesha tena ile jambo ambalo tulikuwa tukilisema sana hapa bungeni la historia ya kuanzishwa kwa ligi ya Muungano, jana imeanza na hili tunalifurahia. Mheshimiwa, muda wako umeisha. Hebu nilikuwa naomba itimisha, nimaliz, nimalizie itimisha kwa hiyo tunaishukuru serikali kwa ajili ya kusimamia hilo, lakini nea, la, la, la kumalizia fursa hizi ambazo zimepatikana katika michezo zimekuwa ziki zikiwahamasisha vijana wetu kuweza kuona vipaji vyao mbalimbali ambavyo vya michezo na muungano huu umesaidia sana, umesaidia vijana wetu. Ukiangalia kwa Zanzibar sasa hivi kuna vijana ambao wako wanafanya kazi zao Tanzania Bara hususan katika suala la soka naomba niwataje wachache ambao wananufaika na ajira katika wa kwanza ni Faisal Salum Feitoto, wa pili Serjenti Ibrahim Bakar, wa nne Mudathir Yahya bas watano ni Shehani, Shehani na Makame Laurent na Hilika. Hawa wote ni vijana wa Zanzibar, lakini hivi sasa hivi wanapata ajira na wanaendesha maisha yao huku Tanzania Bara. Baada ya hayo machache kwa niaba ya wananchi wa jimbo la Shauri Moyo naunga mkono hoja.